Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa moyo safi na unyenyekevu. Tunakuomba utuongoze katika somo letu la leo, utuoneshe jinsi tunavyoweza kumtumaini kabisa na kutoogopa changamoto zinazokuja. Fungu hili tufundishe jinsi ya kuishi kwa imani ya kweli, tukitegemea nguvu zako badala ya uwezo wetu wenyewe. Kwa jina la Yesu, amina. Katika wakati ule wa zahama, wakati watu wa Israeli walipolazimishwa kuingia katika njia isiyo na pa kutokea, Musa akawambia watu, msiogope, msimame tu mkaone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo, kwa maana hawa Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtakaa kimya. Kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 13 na ule mstari wa 14. Kulingana na kisa hiki cha kibibilia, hata Wamisri wenyewe walielewa uhalisia huo: na tukimbie mbele ya Israeli kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Kuingilia kati kwa Mungu kwa ajili ya Waisraeli Waisiraeli wasiojiweza, wasio na mafunzo kabisa katika mbinu za kijeshi, kinakuwa ni kiolezo. Kutoka inawasilisha mfano, kielelezo cha uingiliaji wa Mungu kwa niaba ya Israeli. Hapa si kwamba tu vita inapiganwa na Yahwe, bali pia Israeli wanatakiwa wasipigane. Mungu ndiye mpiganaji, uwezo wa kuanzisha upo kwake yeye. Anaunda mkakati, kisha anaelezea njia na kuendesha shambulio kama Yawe yasipopigana kwa ajili ya Israeli, hawana uwezekano wa kufanikiwa. Ellen G. White anafafanua hili kama dhihilisho la ukweli kwamba Mungu hakukusudia kwamba waitwe nchi ya ahadi kivita, bali kwa njia ya kujisalimisha na utii usio na masharti kwa maagizo yake. Ellen G. White, the Signs of the Times, Septemba 2, mwaka 1880. Kama ilivyokuwa katika ukombozi wao kutoka Misri, Mungu angepigana vita vyao kwa ajili yao kile tu walichopaswa kufanya ni kutulia na kushuhudia uingiliaji wake mkuu. Historia inaonyesha kwamba wakati wowote wa Israeli ilipomtumaini Mungu kiasi cha kutosha, hawakuhitaji kupigana. Tunatizama katika kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 19, 19, 19 19 na mstari wa pili, lakini vile vile Mambo ya Nyakati sura ya 32 na Isaya 37. Katika mpango bora kabisa wa Mungu kama Israeli hawakuhitaji kujipigania, yalikuwa ni matokeo ya kutokuamini kwao kulikooneshwa baada ya kutoka iliyoyosababisha Mungu awaruhusu kuwa na sehemu katika vita iliyopiganwa dhidi ya Wakanani. Kwa namna ile ile ambayo hawakuhitaji kuinua upanga hata mmoja dhidi ya Wamisri wakati wa uzoefu wa Kutoka, isinge kuwa umuhimu kwao kupigana katika kuitwa kwa Kanani. Somo la leo linatufundisha kwa namna ya kipekee kuhusu mpango wa Mungu wa kupigana vita kwa niaba ya watu wake, tukitizama kisa kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 14, mstari wa 13 na ule mstari wa 14 na ule mstari wa 25 tunashuhudia Waisraeli wakiwa wametoka Misri na kuishia mbele ya bahari ya nyekundu wakiwa katika hali ya hatari kubwa. Musa aliwaambia, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Hii inamaanisha kwamba Waisraeli hawakuhitaji kupigana; Mungu ndiye mpiganaji wao. Hali hii ni mfano wa maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi tunakabiliana na changamoto ambazo zinatupa hofu, zinatupa matatizo kazini, changamoto za kifamilia, matatizo ya kiafya au hatari nyingine Somo la leo natufundisha kwamba tunapomwamini mungu kikamilifu hatuhitaji kuogopa wala kupigana mwenyewe. Mungu ndiye anayepigania masuala yetu, na kazi yetu ni kumtumaini tu na kumfuata maagizo yake. Ellen G White anathibitisha hili kwa kusema kwamba Mungu hakukusudia kuwa Waisraeli waitwe nchi ya ahadi kwa njia ya vita, bali kwa njia kujisalimisha, kwa imani, ya kujisalimisha tu na kutii maagizo yake. Hili natufundisha kuwa imani isiyo na masharti utii wa Mungu ni silaha yetu ya nguvu zaidi. Hata hivyo historia inaonyesha kwamba kama waisraeli wasingenung'unika na kutokumwamini Mungu walihitaji kushiriki katika mapambano. Kutokamilika kwa imani yao iliruhusu maadui kushambulia, lakini matokeo ya ushindi bado yalitegemea nguvu za Mungu. Hii ni funzo kubwa: kutokuamini Mungu unapunguza amani na ushindi katika maisha yetu. Manung'uniko, hasira na kutotiwa na Mungu kunaweza kufanya maisha yetu kuwa magumu kuliko ilivyokuwa lazima. Katika somo letu leo tunajifunza, Mungu ndiye mpiganaji wetu wa kweli, Tunaweza kupumzika na kumtumaini kwa hali zote. Lakini vivyo hivyo, tunajifunza kushiriki kwa nguvu yetu wenyewe kunatokea tu pale ambapo hatumwamini kikamilifu. Lakini kitu kingine tunachojifunza, imani isiyo na masharti na utii wa Mungu inatufanya kushinda changamoto bila kupigana kwa nguvu zetu. Lakini kingine ambacho tunajifunza katika somo la leo, maisha ya kila siku yanafanana na historia ya Israeli changamoto zinakuja, lakini kwa kumwamini Mungu tunaweza kushuhudia ushindi usio na hatari. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza kwenye somo la leo, kuangalia maisha yetu kwa mtazamo wa imani kunatufundisha kutolidhika na kufuata mpango wa Mungu badala ya kujaribu kushughulikia kila tatizo kwa nguvu zetu wenyewe. Kwa maana mengine, somo letu leo linatufundisha kuishi kwa amani ya ndani, kuachia masuala yetu kwa Mungu, na kuwa na imani ya kweli. Tufanye mazoezi ya kuachia hofu tufanye mazoezi ya kuachia kuondoa manung'uniko na kutegemea nguvu zake katika kila jambo tunalokabiliana nalo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa funzo la leo. Asante kwa kutufundisha kwamba hatuhitaji kuogopa wala kupigana wenyewe, bali tukitegemea nguvu zako, kwa mpango wako wa kila wakati. Tunaomba utusaidie kuishi kwa imani isiyo na mashariti, kuachia hofu na manung'uniko yetu, na kushuhudia ushindi katika maisha yetu. Tuwe na amani ya ndani, tukifuata mpango wako wa upendo, katika jina la Yesu tunaomba, amina.